Leo hii hapa tarehe 17 ya Novemba mwaka 2025 ndio siku ambayo Rais Samia suluh Hassan amefanya uteuzi wa mawaziri ama baraza la mawaziri ambao watahudumu katika kipindi hiki cha mwaka 2025 mpaka 2030. Na miongoni mwa watu ambao wameweza kuteuliwa e, kama mawaziri ni pamoja na mtoto wa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alijulikana kama Ridhiwani Kikwete, ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora waziri hata kuwa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, na naibu wake waziri ni Mheshimiwa Regina Ndege kwa rai Yes, Ridhwan Jakaya Kikwete bana ndo waziri katika ofisi ya Rais, Menejimenti na utumishi wa umma wa utawala bora. Ni uteuzi ambao umefanyika leo eh, Novemba kumi na saba. Lakini tukiacha mbali bana uteuzi wa Ridhwan Kikwete uh, kama waziri bana katika wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, naambiwa kwamba waziri ni Adolf Mkenda, lakini naibu wake ni Wanu Hafidh Amir, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Waziri ni Mheshimiwa Profesa Adolf uh, Fostin Mkenda na naibu waziri ni Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameri. Yes, moja kati ya teuzi ambayo pia imezua kama mjadala fulani hivi ehe, na kuleta kama hisia mseto Naibu Wanu Hafidh Hamir, bana, kila mtu anamjua ana uhusiano wa aina gani na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini miongoni mwa watu ambao pia wamepata teuzi zingine ni pamoja na Paul Makonda pamoja na Mwana FA ambao wote ni ma, wameteuliwa kama manaibu waziri katika eh, wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo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 Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Okay. Sasa teuzi tatu bana, wameteuliwa mawaziri wengi, lakini hawa tatu ambao nimetoa kusomea sasa hivi hivi hivi, ndio ndio nadhani kwamba kidogo wamezoea kama kama kama kama mjadala fulani hivi, ndio maana kaona, mm, itakuwa ni vizuri kama wewe pia pia kunipa maoni yako pale chini kwenye comment section. Na no, na na uchukuliaje uteuzi uteuzi wa Ridhiwan Kikwete, wa wa wa wa Jakaya Kikwete kama waziri waziri katika katika ofisi ya Rais Management ya Utumishi na wa Umma na Utawala Bora? Lakini pia unaichukuliaje, no, uteuzi wa naibu waziri wa sasa hivi ambaye anajulikana kama Wanu Hafidh Amir katika waaa uh, uh, katika ya elimu, sayansi na teknolojia. Maoni yako uwanja se comment pale chini unakuhusu sana.